Afisa maendeleo kata ya Bugarama ana Mwakalinga amesema ni vema vijana na wanawake wote wakajitokeza kuchukua mkopo unaotolewa na serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan inayopatikana katika halmashauri zote nchini. Amesema hayo alipokuwa akizungumza katika kata ya Bulyanhulu kwa niaba ya afisa maendeleo wa kata hiyo katika kikao kilichofanyika katani hapo kilichojumuisha watu wote waliojiajili katika sekta isiyo rasmi wakiwemo bodaboda boda, na wafanyabiashara wadogo. Fursa hiyo imekuwepo kwa miaka mingi sasa, lakini ukijaribu kuangalia ile trendi ya watu wanaojitokeza kwa ajili ya kuipata fursa hiyo ni ndogo sana kabla mheshimiwa rais hajafunga utoaji wa hiyo mikopo kutokana na wale wengi waliokuwa wamechukua fedha hizo na wameshindwa kurejesha. Bado utaona kwamba watu waliokuwa wanachukua fedha zile ni wale wale tu, wamekuwa wakijirudia. Kitu ambacho sisi tunatamani kwamba wakichukua hawa leo warudishe, alafu fedha ile iende kwa watu wengine pia wanufaike na ile fursa. Lakini utakuta kwamba kabla ya mikopo haijafungwa, wengi waliokuwa wanachukua fedha zile ni wale wale. Kila mwaka ni wale wale, wanarejesha wanachukua tena, wanarejesha wanachukua tena, kana kwamba hakuna watu wengine wenye uhitaji. Lakini unakuja kuangalia kwamba uharisia ni kwamba wapo vijana ambao leo hawana mitaji, wapo vijana ambao leo maisha ni magumu, wapo vijana ambao leo hawana ajira, wako mitaani na fursa zipo. Afisa huyo amesisitiza vijana wanaohitimu vyuo na vyuo vikuu wasikae kusubiri ajira, wajiajiri wenyewe kwa kutumia mkopo wa asilimia kumi unaotoka katika halmashauri, na kuwa hakuna serikali inayoweza kuajili wasomi wake wote. Kuangalia kwenye swala la ajira, serikali yetu kila mwaka inaajiri, lakini bado haiwezi kumudu kuajiri watu wote wanaotoka vyuoni kila itwapo leo na kila mwaka, vyuo vinatema wanafunzi wengi, wahitimu wengi, na vyuo tulivyo navyo ni vingi, vya serikali, vya mashirika ya dini, vyuo vya watu binafsi, mashule kadha na kadha. Watu wanahitimu, na wengi wako mitaani, hawana ajira. Serikali haiwezi kuajiri watu wote wanaotoka vyuo. Lakini sambamba na hilo, tuna makampuni, tuna mashirika bado hayawezi kuajiri watu wote wanaotoka vyuoni. Kwa hiyo ukweli ni kwamba wataajiriwa wachache, lakini wengi wako mitaani hawana ajira. Sasa kama wako mitaani hawana ajira, tufanye nini? Tunatakiwa tupaze sauti, tuwape elimu ya kujiajiri, tuwape elimu ya kuwafundisha namna ya kutumia akili zao, fahamu zao, maarifa yao, vipaji vyao karama zao walizopewa na Mwenyezi Mungu waweze kuzitumia na kuzizalisha mwisho wa siku waweze kuboresha maisha yao. Kikao hicho kimeambatana na ujumbe kutoka mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kwa watu wote waliojiajiri katika sekta isiyo rasmi wakiwemo wakulima, wafugaji, wavuvi, wachimbaji wadogo wa madini, bodaboda, machinga, wasusi, wachuuzi sokoni na mamalishe. Magreti Mwaigwasa, afisa kutoka NSSF, amesema kujiunga katika mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii kutamsaidia yeyote atakapofikia umri wa uzee, wakati ambao hawezi kufanya kazi anazozifanya wakati wa ujana. Kuna wakati ambapo nguvu hizi zitakuwa zimeisha. Mama kaongea pale, utazeeka, shamba lako utaliacha, si ndio? Utazeeka, bodaboda utaacha, maana wakati mwingine hata ile ukishazeeka hata miguu inakosa nguvu, si ndio? Haiwezi tena kukanyaga tena spedo, mnasema hauwezi tena sasa. Je, umeshachoka uwezo, uwezo wa kuishi kuendesha maisha yako, namna ya kuweza kupata kipato chako ukiwa umeshachoka itakuwaje? Utapata kwa namna gani? NSSF imekuja na habari njema kwa habari ya wajasiriamali wote kwamba kwa hivi sasa mjasiriamali na yeye ana fursa ya kuweka akiba yake NSSF, na ana fursa vile vile ya kuweza kunufaika na pensheni ya uzeeni sawa sawa na mtu yule ambaye yuko kwenye ajira. kiainisha kiwango cha kuweka fedha katika mfuko huo wa taifa wa hifadhi ya jamii amesema namna ya kuweka kiwango cha chini kabisa ni shilingi elfu 20. Lakini mjasiriamali anaweza akaweka zaidi kulingana na kipato anachokipata. Juliet Bernardo Kalmanzila ni mjasiriamali kutoka kati ya Bulyanhulu, akawa na haya ya kusema, tumeletewa semina sisi wajasiriamali na tumefundishwa vizuri, akiwaomaendeleo wetu ameanza kutuelimisha juu ya mikopo hii ambayo imeletwa na mama Mama Samia Suluhu Hassan tuelimisha vizuri, tumewaelewa na watu kwa sasa wanachukua fomu za kujiunga na NCCF ili kuendelea kuweka kuweka akiba. Naye Shedra Kindolenge ambaye ni bodaboda, akazungumza, ningependa kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais kwa kutuletea fursa hii ya mikopo kujifunza kwamba naweza nikatunza akiba na hiyo na hiyo akiba ikanisaidia kwa baadaye. Kwa baadhi ya bodaboda wengine nafikiri tu niwaombe wajaribu kuamka. Ah, haya mambo sio ya kupuuza. Kwa mujibu wa afisa maendeleo Ana Mwakalinga mkopo wa asilimia kumi uliotolewa halmashauri ya Msalala kwa ajili ya vijana wanawake na wenye ulemavu ni fedha za like Kitanzania shilingi bilioni moja. Mimi ni pili mkono, na hii ni Mjasilia TV.